Mwanamke ni mchezo. Kama mwanamke siri yake ni hii. Msaidiane. Nilikuwa mnasaidiana. Asia. Jo. Mzee kashafikia vile

Mimi hapa kisha naweza kuosha vyombo, nikitoka pale nitaanza kufua, bado ni sawa. Maneno mengi ya nini bwana, endelea na kazi, mimi nakusubiria kule. Sawa so, hamna mtu wangu usiwe na wasiwasi wowote, mimi nafanya kazi. Kwa nini utafikia ni yani, <laughs> kwa eh, nini? Kazi ni kufanya. Nikigeuka hivi nikudi wewe ushamaliza unanifanya. Basi mama, usiwe na wasiwasi. Yaani mtuka. Mtuka, mimi nakupenda mimi chonjo chakato niambia. Mimi ndiko niko lazi na wewe. Usiwe na wasiwasi, kazi ndogo. Nikitoka hapa nakwenda nafua; nikimaliza kufua kama kuna kazi nyingine utanipo. Usiwe na wasiwasi. Haya maliza eh, hapo. Sio na Yaani mzee kashafikia vile, mzee kashafikia vile. Ni baba nilimwambia, sikia, nikwambia sisi mzee tumu, kwa sababu unajua, mimi nilimwambia kwamba asioe mtoto mdogo. Yule aliomuoa ni marika yetu sisi, marika yetu amemwoa, akifanya vile, si zinatuuma? Asasa <laughs> nak mintamwita wekapa barazani tumwambie tumwambile upoli wake kwamba hiki anacho kifanya sisi natuma iwezekani sisi tumuone anaosha vyombo wakati mama yupo. Lazima tumwambile hey. Kwanza kwanini akawe mtoto mdogo kipindi hey. ki lazima tumwambi yaani kipindi hicho yeah, mama yupo hajawahi kuosha vyombo. Leo mzee vyomboe naosha vyombohabomeekai Haiwezekani. uh -oh. Zee bwana, sisi tumekuita hapa uh -huh. Zee sisi tumekuita hapa uh, huu mwenendo unaenda hapa nyumbani tuwalisia, si wanao, aturizishi kabisa. Mwenendo gani? Sisi bwana, tangia tumezaliwa mm -hmm. na kukua kwetu hapa katika nyumba hii hatujawahi kuona matendo kama yanayotendeka sasa hivi. Matendo gani siufunguke? Yaani, matendo gani unao yaona wewe, ambao aturudishi mzee? Kwanza umeenda kutuletea mama yeah. Lakini kiwalisia yule mama ni malika yetu sisi, unasemaje? Mimi naomba tu mzee usipaniki, kwa sababu tuko hapa katika kuzungumza. Yule mama ni malika yetu sisi, kwa hiyo watakamueweleanyao uh -uh. Mimi sikuwa na lengo hilo ya kuongea kwa maana ulijika namna hiyo. Yule ni malkia yetu sisi na matendo anayokufanyia kufanyia sisi anatuuma, kwa sababu sisi kwa kukuona wewe kwa macho yetu ilikuwa na dada kumkuona wewe unaosha vyombo na kushurutishwa sisi tukumwangalia, yule ni mdogo ni malika yetu tena, mimi hanikuti ni kama huyo mdogo wangu. Apia mimi niko kama na mtu, yani inaniuma sana, kwa sababu mama yetu kipindi yupo haujai kuosha vyombo, baba havie kuona ukipika. Ha, hivi vitu vipo ni vitu cha kawaida kusaidiana kupika, kama mama anauma, lakini mama yupo tamwona tu, anazurula tu, wewe unaosha vyombo unapita right sio, unafua tunafanya kwa kufokea. Hiyo si marika yetu, anakufokea kabisa baba na wewe, kwa sababu wafanya kutemeka. Eh, mimi sasa hivi kufanya kazi baba, kweli imeniuma pale unafokewa. Mimi niona kila kitu, nimeona nilipofokea na mama, wewe sio kufokewa mtu mdogo. Kwa hiyo ndio hivyo, mzee. Sawa, mimi nimemisikilizeni mwanzo hadi mwisho. Umeanza wewe, nimekusikiliza ulivyoongea akaja na huyo dada yako, nikamsikilizeni niongea, lakini taka nivuze vinyi jo mapenzi. Kwa hiyo nyinyi mwataka mimi nikae na wazee, si ndio eh? Sasa nazungumza yule ndio mama yenu. Kwa hiyo hapa mtu anahiari kukaa anahiari kuondoka. Maswala ya kufua kuosha vyombo kufagia, hiyo ni jukumu langu. Yule binti bibi dimempenda kwanza, mnamuonaje hivi? Nyinyi watoto mkoja mimi kweli nikachukua mikumbembe mikumbembe, wakati watu wadogo wadogo wapo kiti, kisa ni mjomba. Nitaosha kufagia, nitafagia, ni. kwa hiyo nyie mna hiari moja, chagueni hili moja, kuondoka hapa kwangu. Lakini mke wangu mimi, atakavyonifanya mwenyewe nishakubaliana nayo. Kwani mnapenda kuingilia mambo ya watu? Alafu si wanangu nyinyi? Hivi kweli nyi wanangu mnaingilia mapenzi ya baba yenu kweli? Mnaingia mapenzi ya baba yenu? Mmeona apya adabu siku hizi zinashuka. Sasa nitamfukuzeni mniache ni starehe na vizuri na mwanamke wangu, mtaondoka pamoja. We katafute mwanamke huko, naenda katafute mume huko uolewe, kwenda kaona. Sitaki hata kusikia hiyo habari, sitaki kabisa kabisa. Tena mwanzo ndio mwisho. Nadimisha mtu mzima eti kisa nina chede, nina chede. Kwazi unaionaje? Wacha itakavyo nifa. Wewe acha ni uwe, kuiacha siwezi mzee. Bwana ehe, nashukuru kwa kuwa umonyesha ule msimamo wako ni maana, kweli maana sisi hatukujua kama unaweza ukatujibu hivyo. Sababu mii nataka amani itawale. Kwa upande wangu mimi mimi nitaondoka, nitandoka, nitaenda kuendelea si na maisha yangu huko, ila sijagombana na mzee, sijagombana na familia yagu nitaenda kuishi maisha yangu huko. Kama kutakuwa na shida yoyote na tatizo lolote, basi mzee tutawasiliana. tutawasiliana kuliko mimi kuendelea kukaa hapa na kuona unavyotendewa, mimi roho inaniuma. Ingawaje wewe unaona ni sawa, ila kwa upande wangu mimi roho inaniuma, kwa hiyo inanipasa mimi niondoke, nikuache hapa nyumbani maisha ili yawe mazuri mimi nikutakie tu maisha mema pia. Mwenye baba mka, naondoka nasipza kukaa hapa nyumbani, kuanga baba unaosha vyombo, unapika, unafua, siwezi babangu. Hata mimi naondoka, kama ataamkomokuondoka, hata inabidi tuondoke, ili tu tuwachi amani, ya nyumba iwe nzuri. Huyu ni mzee wetu, baba yetu aliyotuzaa, ameamua kuleta mwananii mama Ingawaji mama yule kwetu sisi anatukwaza, yeye kwake ni sahihi. Kwa hiyo sisi tuondoke, eh, tuondoke. Kwa hiyo mzee, bwana mondoke. Sasa bwana, mimi nasema hivi, nashukuru kwanza mmeniita ongea, ini nimeelewa, lakini pia simemelewa. mimi hapa nokm kuhusiana na yule mwanamke, sisi ninapompenda na mapenzi yetu Uo naye nayo, mimi nasema ondokeni. Wewe kwanza ni kitu kikubwa, mlango jani ni hapa nyumbani. Wewe nenda kaolewe, katafute mwanaume wako, olewe na katafute mke kule, olewe, uende ukaoe. Lakini maswala ya kunipangia na yule mwanamke, yaani ni sawa sawa na hali za mbingu, yaani ni vitu ambavyo havipo, havipo kabisa. Ni lazima mwanamke yule mimi nitaishi naye kama hivi ninavyoendelea kuishi naye, nitaishi naye. Yule ni mama yenu, naujia tena, sijui wow, si

Ndugu yangu, mimi najiona kama niko peponi, yaani navyojisikia. Eti watoto wamekuja, o sijui mume wako, sijui baba, ati sisi roho zinatuuma. Baba unaosha vyombo, baba unafagia, eh baba utapika, sijui na nini, watoto sijui ananitafuta nini. Yaani wewe kosha vyombo ndio wao wanakasirika, eti ubea mtoto sijui sio saizi yako, unataka wewe mwanamke likubwa eti nikawe mzee tu niangaliaje? Kwa hiyo, yaani mimi walitaka niwelikala mama, eti mtu ana miaka themanini mdutakaanawaba ila nachukua ngoma ndogo sababu ina ruhusa. Kwa hiyo mtango wewe ongeza kazi ya kunituma. Kwa hiyo eh, kuma... popote unapoamua kunituma wewe nitume tu, ni hata mbele u... za watu, mimi sikubaliana. Wamenuna hata kukuaga, kuaga kwanza. Vijitu vikubwa hiyo, si kuolewa hiyo, hataki wajuma kibao. Wamekuja sijui anaje, ngania hapa nini? Huyo anaye kuoa anaye hataki kweli asije kakanyaga hapa nyumbani kwangu, wana uwe mkubwa, asije kakanyaga hapa badani, hata sikie mimi naumwa au hata mimi nimekufa. Toto msenzi sana, nafurahia, wacha waende zao. Bwana? watoto wangapi watu amca vitu vya samamo, naondoka zao. Hata nikiumwa sio ukapigia simu vitani eh, we ongeza tuspidi yaani mtu wangu mi najisikia kama niko mbingu ya saba unajua mbingu ya saba seven heaven uko mbinguni najisikia nakula raha wangu rahatsasa mume unajua nataka nitoke